sura ishirini na tatu mstari wa thelathini na nne yanasema na hapa na nukuu, Yesu akasema, Baba wasamehe, kwa kuwa hawajui watendazi. Ndugu zangu wa Tanzania, tujifunza kutokana na mapito yetu. Hapana shaka kwamba Tanzania ni nchi inayofuata misingi ya kidemokrasia, ila neno demokrasia kamili inaweza kutafsiriwa kwenye mitazamo tofauti, haina formula moja. Kama taifa, tunaendelea kujifunza na kujirekebisha. Hivyo basi, sote kwa umoja wetu tunapaswa tuitumie fursa hii, tuendelee kujifunza, tujirekebishe, na tukubaliane jinsi ya kuendesha nchi yetu kidemokrasia kwa kuzingatia kwa kuzingatia tamaduni, mila na desturi zetu na sio za kuletewa, kama tulivyoagizwa na ilani ya Chama cha Mapinduzi ya kipindi cha chamia...